Kuna kijana mmoja aliyezaliwa kama wa mwisho katika familia ya wavulana mama yake alikuwa akisema, alikuja tu kwa bahati mbaya, ni mimba isiyotarajiwa. Alikuwa akikuwa akiwa hajisikii kama sehemu ya familia kabisa. Wakati kaka zake wakipelekwa shuleni ya mbali, yeye alibaki nyumbani kuchunga mbuzi na ng'ombe. Kila siku ilikuwa ile ile, hii usingizi wa sakafuni, chakula cha mwisho, maneno ya kashfa kutoka kwa ndugu zake. Alipokuwa peke yake porini, alijifunza kupiga kinubi kwa kutumia nyuzi za majani na gome la mti. Aliimba sana, si kwa sababu alikuwa na furaha, bali kwa sababu ilikuwa njia yake ya kulia kimya kimya. Aliimba kwa matumaini, akitumaini kuna mtu mahali anasikia. Siku moja mgeni alikuja nyumbani kwao, mtu mkubwa mwenye heshima. Alisema anatafuta mtu aliyeitwa kwa sababu maalum Baba yake hakumkumbuka hata kuwepo kwake. Ilibidi aulize, je, hakuna mwingine? Na ndipo akamkumbuka, oo, yupo yule mdogo, yuko porini. Aliletwa akiwa na vumbi, jasho na harufu ya mifugo. Hakuwa na maneno ya kuvutia, hakuwa na mwonekano wa kifalme, lakini mgeni alimwangalia na kutabasamu, akasema: huyu ndiye na hapo hapo, mbele ya ndugu zake waliomdharau, aliwekwa mafuta kichwani. Alichaguliwa kwa jambo kubwa ambalo hata yeye hakuweza kulielewa wakati huo. Jina lake Daudi, yule kijana aliyekuwa kama kivuli kwenye familia yake mwenyewe, lakini Mungu alimwona porini alipokuwa anaimba kwa sauti ya kilio. Kama wewe pia umewahi kujiona kama haupo kwa sababu maalum au kama ulimwengu umekusahau, kumbuka kuna macho yanayokuona hata ukiwa nyuma ya mlima. Kuna kusudi hata kwenye upweke wako, kuna mabadiliko yanakuja, na yataanza mahali ambapo hakuna mtu anayetarajia.